Serikali yetu ndicho chombo ambacho kinatupa kinatuhamasisha kwenye shughuli za maendeleo kinatuwezesha kwenye shughuli za maendeleo na kinashughulikia mambo ambayo yanakwamisha harakati zetu za maendeleo. Kwa msingi huo, serikali imejenga utamaduni wa kuwafuata wananchi wakati wote, kuwahamasisha na kuwashirikisha katika harakati za maendeleo. Leo nimekuja kuzungumza na nyinyi kufikisha salamu za serikali, hasa tunapoelekea katika msimu mpya wa nini, wa kilimo. Sisi wote tunafahamu kwamba msimu wa kilimo umefika, lakini tunayo changamoto ya hali ya hewa, si ndio jamani? Changamoto kubwa sana ya hali ya hewa, changamoto iliyosababishwa na kuchelewa kwa mvua, jambo ambalo linatuathiri sisi wana Isimani na wana Mauninga ambao tunaishi kwa kutegemea kilimo, kuanza kuwa na wasiwasi wa hali ya kilimo itakavyokuwa. Sasa serikali pamoja na kuja kuwapeni pole kwa changamoto hiyo ya kuchelewa kwa mvua, lakini yapo mambo kadhaa ambayo serikali inataka tuyafanye, ili yatusaidie kuishi katika hiyo changamoto ya kuchelewa kwa mvua. Jambo la kwanza ni lazima kila mmoja wetu ambaye amejipanga kulima mwaka huu ahakikishe anatumia mbegu ambazo ni rafiki wa ukame huu tulionao. Usiende kupanda mbegu ambayo bila maji mengi haioti. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo ni lazima mbegu tutakazozitumia kwenye msimu huu ziwe ni mbegu ambazo zinahimili nini? Ukame, ili hata kama mvua zitachelewa, uweze kuvuna hicho kidogo ambacho Mungu atakuwa ametubariki hili ni jambo la kwanza. ni waombe kina baba ni waombe kina mama wa Mauninga Idodi yote pamoja na jimbo zima la Isimani na mkoa mzima wa Iringa, hakikisheni mnazingatia jambo hilo, kutumia mbegu zinazohimili ukame katika kipindi hiki ambacho mvua zetu zimekuwa ni za changamoto sana. Lakini jambo la pili, niwaombe kina baba kina mama na vijana, kwa chakula tulicho nacho ndani, tusiuze chakula kiholela holela ili ikitokea mvua zimekataa, asitokee mwananchi ambaye atakuwa hana chakula. Wapi ndani. Tumeelewana vizuri, ndugu zangu? Hakikisha mahindi yako yale, mchele wako ule, maharage yako yale, hakikisha unaweka akiba ya kutosha ndani. Usiuze chakula kiholela holela ili ikitokea shambani mambo yajaenda vizuri, uwe na chakula cha kutosha ndani. Nimeeleweka vizuri jamani? Hilo mnaweza hamwezi? Tuhakikisha kina baba na kina mama tunazingatia jambo jambo hilo. Lakini jambo la tatu kwa maeneo ambayo mvua zimenyesha au zitanyesha tuhakikishe tunalima kwa wingi bila uvivu. Tumeelewana vizuri eh? Sasa kama mvua ipo eh, na eneo lako ni hekari saba. Kwa nini ulime mbili? Lima zote saba ili kisipopatikana tena hiyo mvua uwe na uhakika wa chakula cha kutosha. Kwa hiyo nawaombeni sana, asitokee yoyote katika maeneo ambayo mvua zinapatikana kuacha kwenda kulima kwa tija na kuhakikisha anakuwa na akiba ya chakula cha kutosha. Tumekuja kwenye ziara kwa ajili ya kuhamasisha shughuli za maendeleo. Ni vizuri tukajikita wananchi wote, kuona nini changamoto zetu na kwa nafasi yetu tunaweza tukatatua vipi, kabla serikali kuu haijafika. Kwa hiyo huo ndio wito wangu mkubwa, tuwe wawazi. Wana Mauninga sio wavivu sana kwenye masuala ya kilimo, ni wapo vizuri sana ila kinachowakaba kwenye masuala ya kilimo ni hali ya hewa ambayo inatokana na sijui tuseme nini, mvua zenyewe hamna

Kweli swala la chakula ni changamoto, hususani kwenye hali ya kijiji chetu au kwenye ukanda huu wa Isimani. Yani, mvua ikisimama mwezi mmoja, ujue ile mimea kwanza inapunguliwa na mchwa, mahindi unakuta yamedondoka. Mvua ikiwa chache, mahindi nitakuwa usiweke mbolea, ndio changamoto. Kwa hiyo unakuta ukame unakuwa ni mkubwa, alafu bei yake chakula sasa, mahindi ndio mnapata kidogo sana, hususa ni mwaka jana. Mwaka jana watu, mahindi tulipata kidogo sana, alivyozungumza kwa mfano huyo mwenzangu aliyepita huyo mjumbe, kwamba kiukweli, ukisema tuweke kwa sababu chakula. Yani, chakula hatuna ila tu kila mtu anapambana kimaisha, kipata hela unanunua debe. Na ndo maana hata shuleni unakuta wazazi wapeleki watoto wakakae shuleni kwa sababu hali ya uchumi inakuwa ni ndogo kwa sababu anaangalia hata nyumbani. Kwa sababu unaweza ukampeleka mtoto akakae hosteli alafu unakuta ada ni laki sita alafu unaangalia uchumi ambao ulionao ndani, chakula chenyewe hakitoshi hata kulisha tu familia.